Na Biblia nasema ya kwamba Mungu afaishi na sadaka mwenye dhambi. Mungu anataka sadaka, amen, amen, sadaka amen. Amen, amen. ya mtu mtakatifu kushukuru ambaye kushukuru utoe sadaka ili ubarikiwe. Nataka kujulisha mtu wa Mungu. Nataka nikujulisha kwamba pamoja na kutafuta vyote vitafuta pate pesa ni kweli, Mungu ameacha njia mbili. Nipo Mungu ipo shetani Ila We mwenyewe mashauri ya chagua. Ni kweli utamtumikia shetani, ni kweli utamtumikia Mungu. Na ndio maana nimekwambia kwamba maisha yako, umeweka hazina gani? Hakiba yako umeweka wapi? Hakiba yako umeweka kwa shetani, hakiba yako umeweka kwa, kwa Mungu? Lakini kakijua kwamba baada ya kufa kuna maisha ya mengine, na ndio maana tumeambia kwamba tujifunze tu kutenda mema katika maisha ya mwanadamu. Umekuja duniani kwa ajili ya kutenda mambo mema, lakini leo hii mwanadamu iko tayari kwa namna yote, akafanye mabaya, akaumize mtu, akafanye anataka kuyafanya ni mradi afanikishe lile anataka kulitenda. Lakini nataka nikukumbusha kwamba maisha mwanadamu navyojua kwamba mwanadamu kama mwanadamu Sio huyo mwanadamu wa kutafuta pesa. Mwanadamu sio huyo wa kwenda kufanya masuala ya ushiraki, yakwenda kufanya masuala ya ufiraji, anajua kwamba mimi ninachokitaka ni pesa. Hapana, mtu wa Mungu huyo, sio mwanadamu. Anamjua mwanadamu na Biblia inavyonambia kwamba ni mcha chanzo cha maarifa. Na ndio maana leo hii kuna watu wanasema, sio ushoga ni kweli, unatembea nao ni kweli, watu wanakuwa nao ni kweli, unaishi nao lakini, e iko kwa una macho kama vile wanavyosema kwamba wana macho wa kuona, kina waoni, wana masikio kusikia, kina wasikii. Amen, acha nikwambie mwanadamu, kama kama zambi imekutafuna, kama zambi imekutafuna wewe, ukaona jambo jema na jambo baya hata kama mtu anafanya pei maara ufiaji hata kama mtu anafanya ya usaganaji utaona ni sahihi kabisa, na utaishi nao na utakuwa nao lakini, kwa, kwa mujibu wa Mungu inasema kwamba mwanadamu atikatia mwanamume mwenzake huyo mtapigwe mawe mbakafe. Lakini leo leoi la tunashiawapegiawatushangae tunao ndio maisha. Nataka nikujulishe ya kwamba mwanadamu alipokuja kuharibika alipokuja kuharibika mwanadamu Adamu na Hawa, walichokuja kufanya walitenda dhambi ya zinaa. Hacha niwambia nadamu, zinaa ni mbaya sana, zinaa na mwanamke, lakini yoyote yule mwenye anayefanya sana zinaa, anayependa maswala ya ngono

ni mashehe wengine unajua kwamba ni watu wenye heshima zao, lakini zinana watafuna na kila mahala. Na ndio maana leo hii tumekosa viongozi ambao wamekosa ujasiri ya kuweza kusimama nafu na kumkemea ya kwamba cha ubaya kwa sababu ya zambi, zambi ni watafuna watu

Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Amen. Sasa ya tumia kilisago kulinda nyumba yako. Tumia kilisago kumlinda nyumba yako, Mwanadamu utaweza. Yuko Yehova, ni hai. Yuko Yehova, ni hai. Haya nitoa katika shida zile Ambazo likuwa nikimtumikia shetani. Hata wale ya neno kutokea. Na leo neno kutoa katika mzimu ya zambi leo nao. Najua zambi mekwaga kwenye macho. Najua zambi mekwaga kwenye kitosimba kwenye nyawezo Yeah. Baa sana ata Mungu, zinaa ni mbaya. Ukisoma katika kitabu cha oo inasema dhambi zote zikabili lakini kimbia zinaa. Leo ukiona kibinti kinakuja kinakucheka, kimbia. Mimi ni moto. Ni moto, moto. Moto. Najua wezi ukanielewa, sio rahisi kwa sababu ya mzigo lakini ukiacha mabaya utaanza kuona huruma, utaanza kuona hili ni baya, kwa sababu uko una dhambi na shetani kuaminisha kwamba hilo unalofanya ni chema kabisa, hilo unalofanya ni zuri kabisa, kwa sababu ndio shetani anakuaminisha. Lakini nataka nikujulishe asubuhi ya leo na kuambia kwamba inawezekana ukaishi maisha ambayo kila mmoja atakufurahia.

Nataka nikujulisha kwamba yapo maisha mazuri, hata kama ukiwa una pesa, hata kama ukiwa una chochote, lakini utaishi maisha masafi, wala utakuwa na majuto. Najua kwamba kili zako zinakutuma ya kwamba ukishakuwa na pesa ndio mawini maisha, ya kwamba ukishakuwa na nyumba ya maisha umeshapatia, ya kwamba ukishakuwa na gari maisha umeshapatia. Acha nikwambie, mwanadamu hata hao nao watamani ya kwamba wana magari chumba lakini bado amepungukiwa. Mtu hajawai kuona, hajawai kuwa na amani, japo na dhambi Yesu kawa na amani. Haleluya, amen, amen. Sasa leo nataka niwajulisha kwamba mwanadamu wengi wamemwacha Mungu, alafu anasema kwamba Mungu ameniacha, Mungu ameniacha. Hakuna Mungu aliyemwacha mwanadamu. Hakuna baba aliye mta mtoto akamwacha, ni kweli hata mimi mwenyewe, wende kipindicho niko na babangu bangu ameniacha, niko na babangu amenisusa kwa sababu ya tabia zangu nizo, kwa nikisi nilishi maisha mabofu sana, hama nijua kwamba babangu ameniacha, babangu amenikatia tamaa, kumbe ni maisha mbali kwa nimechagua, walikuwa ni maisha moja ya hoto sana. ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio Mungu, ukawacha Chapo, umemwacha Mungu wako. Umemwacha mumba wako. Sasa Biblia inaniambia kitabu cha Mhubiri. Inasema kwamba mamudia mumba wako, Kabla siku za tare zianya. Mukumbuke mumba wako, Kabla siku za tare zianya. Mukumbuke mumba wako siku za ujana wako, Kabla siku za tare zianya. Sipo siku za tare zina kunya mwanadamu, Sipo siku za tare zina kunya, Sipo siku za tare zina Ulitamani kutubia lakini ya siku utapata. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Utapata muda tena kuweza kumulia Mungu. Ndiyo, ndiyo, siku utaibua vandu wa ghafla. Unasema kwamba mimi yangoja. Baka lipata ni nyumba nyo ni mekoto. Baka lipata mali nyo nifuate Mungu. Baka lipata kitu fana nyo nifate Mungu. Bwana nyambia kwamba siku Mana, mana damu ya na mwanamke, Siku zake za kuishi sa nyingi, Nazimejaa taabu na mateso. Haya. Ndiyo, ndiyo zimejaa si, tabu na mateso. Siku ambazo mwanadamu ametaliwa zimejaa tabu na mateso, ni kweli? Hata mwenyewe unajua kwamba kweli, kile unacho kitafuta umechopata, ni kweli, gari unayo, ni kweli, nyumba unayo, ni kweli, kila kitu Mungu amekupa, lakini kwa kwaokwena mashaka. Ni kwa nini unakuwa na tabu, hiyo tabu

kwamba uweze ukapingana kitabu hiki cha Mungu, tayari uweze ukapingana. Hii inasema akipenda fedha yuko tayari kwenda kudiw, tayari kwenda kufanya h n ku. Haleluya. Nakwambia sina mama alikupenda fedha. Angalia mtu yote aliyependa fedha, mtu yote aliyependa fedha aliaibikiwa. Kuna wazazi wako tayari kutoa kafara kwa ajili ya fedha, yuko tayari kutoa mtoto wake kafara, yuko tayari kumwondoa mamake, yuko tayari kuondoka na mamake kwa ajili ya fedha. Haleluya. Amen. Shida ya mababa ni kuipenda pesa. Shida ya mababa ni kuipenda pesa. Na ndiyo kuna watu wanajipenda wenyewe kwa ajili ya pesa, watu wenye kiburi, watu wenye jeuri, watu wanaotukana kwa sababu ya pesa. Watu kujipenda wenyewe. Hiki ni kizazi kilichoharibika. Hiki ni kizazi kilichoharibika. Nataka nikwambia kwamba hiki kizazi ni cha uovu, ni kizazi cha uovu, ni kizazi kilichoharibika. Sasa mimi nimekuja kwambia kwamba Japo maisha ambayo itaweza kaishi ya kupendezesha na damu na Mungu, japo ukifuata Mungu, ukitakufuata Mungu njia nazozitaka, ukisoma katika kitabu cha Isaya ile sita sita inasema kwamba nataka Wala si sadaka na kumjua Mungu. Lakini leo hii mahubiri tulionao wale kuamini kwamba na kuambia kwamba watabarikiwa wale kuambia njooni na kitu kufanyiwa wewe, ni barikiwa. Acha ni kuambia mwanadamu, hakuna kubarikiwa kwa namna hiyo, hakuna kubarikiwa kwa namna hiyo. Kubarikiwa ni kuacha mabaya. Ukisoma katika kitabu cha Isaya moja mstari wa 17 Biblia inaambia kwamba jifunzeni kutenda mema, jifunzeni kutenda mema, jeshi jitakaseni, kisha ndio tusemezane u ya kwamba mimi siwezi nikatakaswa, mimi siwezi nikasamehewa dhambi zangu, na kuambia ya kwamba Biblia inasema ya kwamba, Biblia inaniambia hivi, japo dhambi zako ni nyekundu kama bendera, sita kwenye ufa kama saruji, utasamehewa mwanadamu, utasamehewa dhambi zako, utatakaswa, hela chukua toa ya kumudia mumbako, haleluya! Amen, amen! Sikuja kwa sababu ya kupiga pesa, lakini nataka niwasalimie tu, hapa na elekea simu njini.

huyu mtu akifanya maombi eni kwamka subuhi amekwakamve subu amekufushwa na kwenye nani kwenye nyumba ke amekuekav nadaiwa kodi. Nataka nikujulisha kwamba mkumbuke mumba wako kabla siku za hatari asijaja. Mkumbuke mumba wako katika siku za ujana, kuna siku za hatari zinakuja. Mwanadamu, haya maneno nayaongea kweli. Ipo siku utakuja kujuta, ipo siku na haya maneno haya. Ndio maana Yesu alivyokuwa anahubiri anawaambia wote ya kwamba, tubuni watu, anasema mekuja kutukumu, anawambia pana sije kwa hukumu, iya matendo yenu ndiyo yanataka kuhukumu. Najua ya kwamba hata apo ipo, najua unafanya mabaya mengi sana, na najua mbele wako unataka kuacha, tunashindwa matendo yako ndio yanayotaka kuhukumu, sio mimi. Mimi kazi yangu nikikwambia, kwa sababu kama katika kitabu cha Ezekieli 13 anasema kwamba mwanadamu, utakapomwona mwanadamu ama mtu mbaya mwambie. Sio kwamba ni kuambia acho ubaya wako, hapana, ni wajibu wangu ni kuambie. Hili ukifa katika ubaya wako, mimi nitakuwa nimejipenya katika roho yangu. Hili ukifa katika ubaya wako, basi wewe utakuwa umejangamiza mwenyewe na roho yako, kwa sababu injili ulihubiriwa ni kweli, ulihubiriwa na na wahubiri tofauti tofauti, lakini